Kama kawa kama dawa, leo niko na jamaa akasuru kutoka Kigoma au, yeah, sio yeah. amekutana na mtu wa mara kutoka Tarime Serengeti, bila mgumu, kama kawa, tuko town hapa eneo la Seashells Milena Mtawa, kama kawa yeah. tunawakilisha jiji au sio? Hapa kila mtu ataimba nyimbo alikotoka kijana huyu, nyimbo zao za mara kule huwa ni ngumu sana kwa sababu wao yeah. na jiyabi, na, ma, na nini nyee nye Mara mnawezaje maintaini mazingira ya kufundisha? Na wanasema kabisa kwamba vijijini huko ni pagumu, uwe kama mwalimu ambao unafundisha Mara, yeah. na Mara kuna kabila gani, kabila gani, Wakurya huo na yeah. maintaini vipi kufundisha darasani na wanafunzi na jamii kakuelewa? cha kwanza kabisa wakuli hawapendi dharau, hawapendi dharau, unaona wakuli hawapendi dharau. Alafu kingine pia wanapenda mtu charming sana, afu mtu ambaye ni mstaarabu, japo unaweza yeah, kuona wako yeah, pi so kiendeki kama walivyo yeah, kiendeke kama walivyo basi, wanaona kama wewe wakuja, yeah, wanataka kujifanya, wana ingilia mamlaka ya asila wakati, ah, ndio mamlaka yao, yani ndio utawala wa asila umejaa pale. Kwa hiyo ndio ukiwa mpole, kwa hiyo ina maana ukiwadharau, unachokoza bwana. Sawa, na Kigoma, Kigoma bwana ndivyo hivyo. Kigoma ukiona wazazi una wadharau na wenyewe wanafanyeje? eh, wanakudharau. Na kwa nini, Yusufu? Yusufu, sasa nabii Yusufu, hebu tuambie hapa, kwa nini wewe Yusufu, majina ya Yusufu ana mamlaka yake kwanza, sawa. Yusufu alikuwa waziri, alafu Yusufu eh. alikuwa mtu wa Mungu eh. alikuwa na roho safi, alikuwa organized, akaja kuwa mtu mkubwa majina yale na wasifu mkubwa sana usiku